Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumanne, Juma la kumi, kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza aya kumi na nane hadi ya ishirini na mbili. Na somo la injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya tano aya kumi na tatu hadi ya kumi na sita. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo Nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari sehemu ya injili tuliyoisikia hivi punde, ambayo ni sehemu ya hotuba ya Mlimani. Katika injili hii Yesu anatumia vitu viwili ambavyo ni chumvi na nuru na kuhusianisha na maisha ya mwanadamu hasa yampasayo kutenda kwa kuzingatia maana na matumizi ya chumvi na nuru. Basi sasa niwaalike tutafakari juu ya chumvi na nuru. Chumvi. Kwa kuzingatia mafundisho tangu Agano la Kale, chumvi imetumika kwa kazi ya kutakasa na kuponya. Hapa tunarejelea kitabu cha pili cha Wafalme sura ya pili aya ya 19 hadi ya 22 ambapo Nabii Elisha alitia chumvi ndani ya maji na kuyaponya na kuzuia vifo na kuzaliwa mapooza. Tendo hili katika kanisa hurejelewa hasa katika ibada ya kubariki maji ambayo waamini hunyunyiziwa na hivi kwa maji hayo, uwepo wa Roho Mtakatifu uwepo ndani ya waamini hao. Chumvi katika maisha yetu ya kawaida tunaitumia kama kiungo katika mapishi mbalimbali mbali ya majumbani, koleza ladha ya chakula tunachokiandaa. Aidha, chumvi hutumika kama chombo cha kuhifadhi kitu kisiweze kuharibika. Ndugu zangu katika Kristo, leo Kristo anatufundisha mimi na wewe akitualika kuwa chumvi ya dunia kwa kazi ya kukoleza ladha ya maisha katika ulimwengu wetu wa leo, hasa kwa maisha ya mapendo, ambapo upendo huo umemiminwa ndani yetu kwa njia ya huyo Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Aidha kwa maisha yetu tuwe watu wa uponyaji kwa maneno yenye faraja, amani, tumaini na kwa matendo yetu ya huruma kwa wengine. Kazi ya kutunza ni yetu sote. Tutunze tamaduni hai za Kanisa na jamii ili kuweza kuendelea kufanya jamii ama dunia yetu kuwa mahali salama pa kuishi, na Kanisa letu liendelee kuwa hai siku zote. Nuru. Wapendwa katika Kristo, nuru ni alama ama ishara ambayo kwanza yamtambulisha Mungu mwenyewe ambaye katika Agano Jipya amejifunua kwetu kama nuru kwa njia ya Yesu Kristo. Rejea injili ya Yohane sura ya nane aya ya kumi na mbili. Kazi ya nuru ni kuangaza. Kazi yake katika kuangaza humtoa mtu gizani. Kristo anayaangaza maisha yetu, kwani kwa njia yake tunatoka katika giza la dhambi na kutupatia uzima na mwanga mpya katika maisha yetu. Rejea Injili ya Yohane sura ya nane aya ya kumi na mbili na Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya nne hadi ya tano. Nuru pia huashiria juu ya falme mbili zinazokinzana yani, ufalme wa nuru ambao Kristo ndiye mtawala na ufalme wa giza ambao shetani ndiye mtawala. Rejea waraka wa mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya kwanza aya 12 hadi 13. Kadiri ya ukinzani wa falme hizi hupatikana wafuasi ambao huambatana na falme hizo. Wanaoenda katika ufalme wa nuru huitwa wana wa nuru na wanaoenda katika ufalme wa giza huitwa wana wa giza. Sisi kwa ubatizo wetu tumefanywa kuwa wana wa nuru na tulipewa mshumaa uwakao kama ishara ya nuru, yaani mwanga wa Kristo. Ndiyo nuru hii Kristo anataka tuifikishe kwa wengine kwa maisha yetu. Je, sisi tumekuwa wana wa nuru kwetu binafsi na kwa wenzetu kwa maisha yetu? Je, tumewaelekeza wengine kumuona Mungu au tumewapoteza? Leo ndugu zangu katika Kristo Yesu, Anatumia nyenzo za kawaida katika maisha yetu kama alama zitakazotusaidia si tu kuishi maisha ya utakatifu bali zaidi tuwaongoze wengine katika utakatifu. Ikiwa huu ni mwaka wa jubilei, tunapoendelea kutafakari juu ya safari yetu hapa duniani kama mahujaji katika matumaini, basi tuhakikishe tunasafiri pamoja kwa upendo, kwa amani na kwa furaha tukiukoleza ulimwengu kwa Injili na kwa maisha ya kushirikishana vipawa na karama ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia kwa njia ya Roho Mtakatifu, na hivi tutaendelea kuangaza kwa maisha yetu yote kila siku kama wana wa nuru hapa duniani. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Ken Mfungahema wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!